na kuwafanyia wema waja. Ndugu zangu Waislamu, nini dhulm? Adhulmu huwa wad'u sheii fi ghairi mahallih, dhulma ni kukiweka kitu siyo mahala pake. Chochote kikiwekwa siyo mahala pake, madhara yake yatakuwa makubwa na shari yake itakuwa kubwa. Na hakuna ambacho kimewekwa sio mahala pake kikasababisha shari kubwa zaidi duniani kuliko ibada akipewa ibada asiyestahiki kuabudiwa, hiyo ni dhulma kubwa duniani. Waidh qala Lukmanu libnihi ya bunay, kumbuka ya Rasulullah na uambie watu taarifa hii. Taarifa aliyotoa Lukumani kumpatia mwanawe ni mafunzo hayo, kayatoa Lukmanul Hakim, sura nzima ikaitwa suratu Lukman. Kampa mwanawe mafunzo mengi, lakini hili ni kubwa kuliko yote.

Dhulma ambayo inatendeka baina ya mja na mola wake nayo ni dhulma ya ushirikina, kakafanya dhulma juu ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhulma ya aina ya pili ni dhulmu la abdi li nafsihi, dhulm ya mwanadamu kuidhulumu nafsi yake kwa maasi mbalimbali, akaikosesha janna akaipeleka kwenye adhabu nafsi yake. Almaasi ni dhulma hiyo, mwanadamu kadhulumu kupitia maasi hayo, kaidhulumu nafsi yake mwenyewe. Na dhulma ya aina ya tatu dhulmu nnas

atakayempiga makwaju punda pamoja na kwamba ni punda yule akimdhulumu akaipoteza haki ya mnyama yule basi huyu ni dhalim, dhalama almakhluq, kadhulumu kiumbe mwenziwe. Dhulma ya kwanza baina mja na mola haisamehewi mtu akifa naye, dhulma ya shirki kubwa, shirki billahi, Azza wa Jalla, ni dhulma mbaya. Dhulma ya aina pili, dhulma ya mja kuidhulumu nafsi yake kwa maasi tofauti. Dhulma hii ni tahta almashia, chini ya utashi wa Allah. Allah akipenda atamsamehe mja, na akipenda atamwadhibu. Na dhulma ya tatu ambayo wametendewa viumbe, hiyo ni haki ya viumbe. Endapo aliyodhulumiwa akasamehe, basi na Allah azza wa jalla yuko tayari kusamehe. Kwa maana hiyo, dhulma ya kwanza, dhulma isiyosameheka akifa nayo mja, nayo ni ushirikina, dhulmu baina al-abdi wa rabbihi. Na ya pili iko chini ya utashi wa Allah, akipenda atasamehe, akipenda ataadhibu. Na ya tatu kaiacha dhulma hii juu ya haki ya kiumbe, kwa sababu ukadhulumiwa kiumbe mpaka upite msamaha. ya ayuha alladhina amanu, enyi mloamini, ku anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu kutokana na moto wa qudu hannas walhijara, kuni zake moto huo ni watu na mawe. Ziokoeni nafsi zenu, kwa sababu mkifanya maasi mmedhulumu nafsi, na unavyotakiwa wewe juu ya nafsi yako uiokoe, usidhulumu. Umepewa amana hiyo Ipeleke janna usipeleke jahannam. Dhulma ya mwanzo haisamehewi, ya pili chini ya utashi wa Allah. Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah hasamehe dhambi ya ushiriki na dhulma hii haisamehe, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe chini ya hilo kwa amtakaye. Dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake kwa maasi, kuna nafasi ya kusamehewa, lakini sipa kubahatisha hapo, inatakiwa mjalete tauba, arejee kwa Mola wake ama kudhulumu watu na viumbe mbalimbali, hapo Allah azza wa jalla ameacha hayo ni mtanzano huo, baina ya mja na yule aliyemdhulumu. Pata kuwa na kisas duniani ama akhira. Duniani kuna kisas na akhira kuna kisas. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la latuaddunna lhuquqa ila ahliha yawm alqiyama, wallahi haqi mtazirejesha kwa wenyewe siku ya Qiyama ikiwa duniani hazijarejea haqi kwa wahusika wake wakarejeshewa haki zao, waliosengenywa walioharibiwa heshima zao wakaombwa radhi, wale ambao mali zao zilichukuliwa zikarejeshwa, na wale ambao damu zao zilimwagwa nao hawa haki yao wakarejeshewa. Vinginevyo kisas kitakuwa akhira, latudduna lhuquqa ila ahliha yawm alqiyama hatta yuqada lishati aljalha min ashati alqarna, mpaka mbuzi asiyekuwa na pembe

yatachukuliwa madhambi ya waliobakia ma wa kati ya wadhulumiwa, faturihat aleih, madhambi hayo atatupiwa nayo yeye huyu. Thumma turiha finnar, kisha naye atatiwa motoni. Ya laha min hasarat, ni majuto yaliyoje! Qiyamul layl, siyamun nahar, funga za Jumatatu al na Alhamis, sadaqat, adhkar, zote zimechukuliwa na wengine. Amal katenda tena, zile zilizokubaliwa ndio zile zitatumika kwa ajili ya kuwalipia watu madhalim zao. Ama zilizokatalika katika amali zake alizoziharibu, mbaya hizo, hazina thamani ya kununulia chochote wala manufaa yoyote. Amalun batil haina manufaa duniani na akhirah, haitoleta manufaa. Na alizozifanya kwa ufanisi zi, zishachukuliwa na wengine. Ni majuto alioje! Ndugu zangu, miezi hii tuliyonayo, alashhurul alhur lhurum, ni miezi ya kuacha dhulma na kuondoka kwenye dhulma kuja katika alihsan.

Yauma khalaqa as-samawati wal ard, tokea siku aliyoumba mbingu na ardhi, taratibu ni hiyo. Minha arba'atun hurum, katika hiyo kumi na mbili kuna ile minne mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Ndugu zangu Waislam, tumeletwa duniani tuwe wema mbele ya mola wetu, tuwe wema mbele ya viumbe wenzi wetu, ili tufanikiwe katika mafanikio ya dunia na akhirah. Aqulu ma tasma'un

na sio cha huyo mwenziwe waliozozana pamoja kwa kadhi, na si haki ya mwenziwe ambaye imetolewa hukumu kwa manufaa yake dhidi ya mwenziwe. Mwenyewe akaona kwamba ni halali yake hicho kitu kapewa mahakamani kwa hukumu ambayo kapatiwa yeye. Kumbe kwa fasaha yake na kwa kupitia vitu mbalimbali ambavyo kavifanya kwa njia ya dhulma kapatiwa haki hiyo, kumbe ni moto huo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ma ana bashar

Basi yeyote nitakayemhukumia kumbe ni haki ya mwenziwe mwislamu, fa inna ma hiya qit'atu min nar, si vinginevyo hicho ni kipande cha moto. Faliyahmilha au liadharha, akibebe au akiache. Ikiwa mtume wa Allah anaweza akakwambia hichi ni chako katika hukmu iliyo iliyotolewa na kinywa chake alayhi salatu wasalam, kumbe kisiwe chako na utakuwa ni moto, ingawaje yeye kwa kinywa chake amesema hivyo, itakuwaje kama udunia ambao wako chini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam huyo anapewa wahi na anaweza katika hali kama hiyo usiteremke wahi na wakaachiwa watahiniwe watu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaondoka, wakusema kwamba kwa, kwa kinywa chake mtume mtukufu kasema hichi ni changu, ataondoka atasema hivyo, kumbe ni kipande cha moto. Itakuwaje tena mahakama za dunia ambazo hazina wahi na hazina thamani na nafasi ya kuona kama jicho la Mtume linavyoona na hekima zake na uoni wake wa mbali, lakini kwa sababu ni binadamu anakosea. Na yeye anasema man khasa ma fi batili, katika hadithi nyingine, atakayezozana na mwenziwe katika jambo la batil, wahuwa ya'lam, na anajua hasa kwamba yeye si mwenye haki, lam yazal fi sakhati llahi hatta yanzi, ataendelea kuwa katika hasira za Allah mpaka atakapoacha dhulma hiyo ya kupelekana na mwenziwe mahakamani wsylamu ldin alamu aya munqalabin yanqalibun, mwishoni mwa Shuara. Allah anasema watajua waliodhulumu mpinduko gani watakaopinduka siku ya Qiama. Na katika sura Uhuda akasema ala, sikilizeni vizuri, lanatu llahi ala lalimin, lana ya Allah iko juu ya mahalim. Na akatuambia katika lKahf, inna atadna lilalimin naran ahata bihim suradiquha, hakika sisi tumewaandalia mahalim moto ambao ule ukuta wake utawazunguka, uzio ule utakuwa umewazunguka, hawana pa kukimbilia. Wa in yastaghifu, na kama watataka msaada, kiu ni kali na joto ni kubwa na wanaungua. Yughathu bima, wataletewa maji kalmuhl, kama mach, ma, mafuta machafu yale ya mwisho katika injini, labda au kitu ki, kilichokuwa kimebeba mafuta machafu. Yashwil wujuh, mafuta hayo yatachoma na kuunguza nyuso zao. Bisa sharabu wa sa'at murtafaqa, ni kinywaji kibaya kilioje na ni mafikio mabaya yaliyoje katika Jahannam. Anatuambia jalla waala kwamba yeye ana tabia ya imhal, siyo ihmali. Imhal anatoa muda, lakini siyo ihmal kwamba kamsahau mja kwa au kamzembea au kashatoka katika utambuzi kwa wake kwamba na huyo alidhulumu miaka thalathini iliyopita. Ndugu zangu Waislamu, allahu yumhilu wala yuhmil, anajua kila kitu

mpaka siku ambayo macho yatakodoka. Muhtiin, watakuwa wanakwenda mbio watu kuelekea uwanja wa hisabu. Mukni ruusihim, wamenyanyua vichwa vyao juu kwa fadhaa na mshtuko la yartaddu ilayhim tarfuhum, macho yao hayatarejea kwao wameyakodoa bila kuyafumba. Wa afidatuhum hawa, na nyoyo zao zitakuwa tupu, wakati huo wamefadhaika, hawafikiri jengine, wanaona kuna adhabu tu mbele yao. Wa andhirin nasa yauma yatihimul adhab na waonye watu siku ambayo adhabu itawajia, fayakulu alladhina dhalamu, watasema waliofanya dhulma rabbana, mola wetu mlezi akhirna ila ajalin qarib, tucheleweshe mpaka katika muda mchache tu nujib da'watak, ili tuitikie wito wako. Sasa tutaenda kuwa wema, wema mbele yako, wema mbele ya viumbe wako, tutakuwa wazuri, mola wetu, tutaitika wito wako sasa. Wanatabi'ir rusul, na tutafuata mitume awalam takunu aqsamtum. Wataambiwa nyinyi, si ndio mliokuwa mmeapa, min qabli, tokea zamani, ma lakum min zawal, kwamba hamtoondoka, mliona mtakuwepo tu duniani, na halafu hamkuamini kwamba kuna kufufuliwa baada ya kufa. Mulisema hivyo. Wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum, na hali ya kuwa nyinyi mmeishi katika maeneo ambayo ya watu wamedhulumu nafsi zao, na mmeona athari za adhabu wa watu wa Adi na Thamud na kaumu Lut maeneo hayo mmepita, mengine mmeishi, mumeona hayo maeneo namna gani tumefanya. Watabayyana lakum kaifa faalna bihim, na imekubainikieni nini tumewafanyia wale. Wadharabna lakum lamthal, na mifano tukakupigieni, tuka vizuri. Nini kilitokezea hapo, ndugu zangu wa Islam? Allah akataja kwamba hawa watu hawa watakabiliwa na adhab, watakuwa wamefungwa siku ya Kiyama kwenye pingu na watavishwa mavazi ya lami na adhabu itakuwa inaendelea mwisho akasema hadha balaghun linnas hii ni ilani wafike watu waliyundharu bih na waonywe kupitia maelezo haya waliaalamu wa anna ma huwa ilahun wahid na watambue kwamba huyo ni mwabudi wa mmoja tu waliyadhakara ulul albab na ili wakumbuke wenye akili ndugu zangu waislamu huu ndio muda wa kurejea kwa tauba katika dhulma tulioitenda baina yetu na Mola wetu, shirku wa riyaa na mengineyo katika maasi na dhulma za waja. Pia tusawazishane na viumbe kabla hatujienda kwake. Hakuna dinar wala dirham, hakuna pesa siku hiyo wala mali ya kumpa mtu. Ni zile amali ulizozichuma ndio tumainio lako pekee la akhera, alafu likachukuliwe na mwingine, ni hasara kubwa iliyoje! Na hiyo ndiyo taghabun. Taghabun huyu kula cha yule na watu ku kuchukuliana vyao akhira, amali za huyu zikachukuliwa na huyu alghubn. Inapokuwa akhira ni mbaya sana na inatisha. Duniani mtu analanguliwa anauziwa kitu sicho kwa bei kubwa bila kujua, na hilo likamuumiza likampa machungu, itakuwaje akhira? Tumainio lako mwanadamu ni amali zako zikachukuliwe na mwingine, ni umejilangua na umejidhuru kiasi gani mwanadamu? Huu ndio muda wa tauba na kurejea kwa Allah.